Timizeni saumu mpaka usiku, yaani kuzama kwa jua. Katika aya hii tukufu, Allah jalla wa ala ametaja mambo makubwa yenye kufunguza, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akayataja mengine katika hadithi na sunna. Miongoni mwa mambo yenye kufunguza ni moja, kufanya jimai, yaani tendo la ndoa mchana wa funga. Jimai ni kuingiza dhakari kwenye tupu ya mwanamke, hata kama hakuna utoaji wa manii. Mtu yoyote aliyefunga na akafanya jimai, funga yake imebatilika, iwe ni funga ya faradhi au ya sunna. Kisha kama amefanya tendo hilo katika mchana wa Ramadhani hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wanaowajibika kufunga, basi itamlazimu kulipa siku hiyo na kutoa fidia. Fidia kwa kufanya jimai mchana wa Ramadhani: moja, wacha huru mtumwa mwislamu; mbili, ikiwa hawezi atafunga miezi miwili mfululizo; na tatu, akishindwa atalisha masikini Sitini. Na hukumu hii itampata kila Muislamu aliyefanya jambo hilo katika mchana wa Ramadhani ambaye anawajibu wa kufunga. Ni sawa amemwingilia binadamu au mnyama, mwanaume au mwanamke, tupu ya mbele au ya nyuma, kwa halali au kwa haramu, hata kama hajateremsha mani. Jambo la pili linaloharibu funga ni kujitoa manii. Ikiwa mtu ametokwa na manii kwa makusudi, kwa njia ya kujichua au kukumbatia au kubusu kwa matamanio, hapo funga yake imebatilika, kwa sababu saumu inalenga kuzuia matamanio. Lakini pia funga inabatilika, kwa sababu haya ni miongoni mwa matamanio ambayo ni wajibu kwa mfungaji kujiepusha nayo, kwa hadithi inayosema, yatruku taamuhu wa sharabuhu wa shahwatuhu min ajli, anaacha chakula chake, kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili yangu. Lakini kama tabusu na kukumbatia bila kuteremsha manii, funga yake ni sahihi, na iliyo bora zaidi ni kujiepusha na hilo. Ama kuteremsha manii kwa kuota ndoto mchana wa funga au mchana wa Ramadhani bila kubashiri kitendo, jambo hilo halibatilishi saumu, kwa sababu ndoto hutokea bila hiari ya mtu. Kwa hiyo amesamehewa mtu wa hali hii, kwa hadithi inna Allaha tajawaza an ummati ma hadathtu bihi anfusaha ma lam taamal au tatakallam, hakika Allah subhanahu wataala amesamehe umma wangu mambo wanayofikiria katika nafsi zao, muda wa kuwa hawajafanya wala kuongea chochote. Jambo ni kula au kunywa makusudi, saala hili hufungua saumu. Hii ni pamoja na kuingiza chakula au maji tumboni kupitia mdomo au pua. Ama kunusa manukato au harufu yoyote nzuri, jambo hilo halifunguzi, kwa sababu hakuna hapo kinachoingia tumboni. Jambo la nne ambalo linafunguza ni kitu chochote kinachokaa nafasi ya chakula au kinywaji. Ikiwa mtu atatumia dawa kwa njia ya kunywa au dripu inayolisha mwili, basi funga yake inabatilika, lakini sindano zisizo na lishe hazifunguzi saumu. Jambo la tano linaloharibu funga ni kufanya hijama, kuumika au kupiga chuku. Wanazuoni wametofautiana juu ya hukumu ya hijama wakati wa saumu. Wapo waliosema ikiwa hijama itamfanya mtu kuwa dhaifu, basi inapendekezwa kujiepusha nayo, na wapo waliosema, ikiwa kutoa damu kidogo au kuvuja damu kwa ajali hakubatilishi funga. Jambo la sita linalobatilisha saum ni kujitapisha. Qala sallallahu alayhi wasallam: man dhara'ahu qai'un wahuwa saimun falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyakdhi, yule ambaye yamemshinda yeye matapishi hali yakuwa amefunga hakuna juu yake kulipa na aliyejitapisha mwenyewe basi alipe. Ikiwa mtu amejitapisha kwa makusudi, funga yake imebatilika, lakini kama ametapika bila hiari yake, basi funga yake ni sahihi. Na jambo la saba linalobatilisha saumu ni kutoka damu ya hedhi au nifasi. Mwanamke akiona damu ya hedhi au nifasi kwake mchana wa Ramadhan au mchana wa funga, funga yake imebatilika, hata ikiwa ni sekunde chache kabla ya jua kuzama. Na mambo haya hayabatilishi saumu isipokuwa kwa masharti matatu, Masharti ambayo ni moja, awe anajua hukumu yake mtu. Ikiwa mtu hakujua kwamba kitendo fulani kinabatilisha saumu basi funga yake ni sahihi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa laysa alaykum junahun fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum Wakana Allahu ghafuran rahima, na hapana juu yenu lawama yoyote kama mlivyokosea, lakini ipo lawama katika yale ziliyofanya nyoyo zenu kwa makusudi, na daima Allah ni mwenye kusamehe, mwenye huruma sana. Sharti la pili ni mtu awe anakumbuka kuwa amefunga. ikiwa mtu atasahau kuwa amefunga kisha akala au akanywa, funga yake haibatiliki, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: idha nasia faakala, wa shariba fa akala washariba falyutima saumahu fa innama at'amahu Allah, wa saqahu, mwenye kusahau akala au akanywa hali ya kuwa amefunga, basi akamilishe saumu yake hakika Allah ndiye amemlisha na kumnywesha, lakini akikumbuka kuwa amefunga anatakiwa ajizuie mara moja. Sharti la tatu ili funga iyo imeharibika au imebatilika mtu awe amefanya bila kulazimishwa. Ikiwa mtu amelazimishwa kula, kunywa au kufanya jambo linalofungua saumu yake, basi funga yake ni sahihi.

Alaihim ghadhabun minallahi wa lahum adhabun adhiim mwenye kulazimishwa kufanya ukafiri na hali ya kuwa moyo wake umetulizana katika imani basi hana dhambi ikiwa ukafiri wa kulazimishwa umesamehewa basi makosa madogo zaidi ni dhahiri kuwa yanasamehewa pia mambo haya saba yanayovunja saumu ni masuala ya msingi ambayo kila Muislamu anapaswa kuyajua, ili mtu aepukane na kuvunja funga yake pasipo sababu. Anapaswa kuwa na elimu sahihi kuhusu hukumu za saumu na kujiepusha na mambo yanayoweza kuharibu funga yake.